Kwa sisi tukisema, kwamba tukawambia we baba kwamba waje kwenye lishi, itakuwa ni vigumu sana, sababu awezi akaacha kwenda kwenye magogo, aje ashinde na mimi hapa ya. Yani kiwalisia kabisa tujisemee kabisa, itakuwa ni vigumu. Labda mimi nilikuwa naomba hivi, yani sijui wawe manesi au watafutwe watu ambaye anaweza akaenda akamwambia na yeye mwenyewe akafanyeje akatekeleza lakini, kwa sisi wamama kwa kweli itakuwa ni vigumu sasa. Ni kweli au la? Alafu, ili kupata watoto mapacha wa Ingereza watike twins, sijui nini, sijui Ingereza kuna eh, dawa ile imeandikwa kwa so nini sijui, nimesahau kidogo. Nesi nisaidie, kama utataka kwenda kujaribu upate hao mapacha, hiyo dawa inaitwa clomifen. Mimi mwenyewe sina uhakika, sababu sijatumia japo <laughs> wapo wanaothibitisha kabisa kwamba eh, mimi nimetumia na mapacha ngapi? Watatu, wengine na mapacha wawili, wengine hadi sita. Kwa hiyo inategemeana, koi mwenyewe hapo sijajua, sina uhakika. Shauri waume zetu, tunapofikia hatua ya kutafuta watoto tuhakikishe tunakula vizuri, kwa ushauri wa kitaalamu, mchanganyiko yale makundi, ili sasa eh, wanasema kwa kina mama tuna unasema kuna yai si ndio? si wanasema kuna yai hey, kama yai la kuku lakini akina mama anasema kuna nini lakini akina baba huo anasema kuna nini kuna nini mbegu za za kiume sasa hizo mbegu zenyewe za kiume kama zinatoka nyororo hata kukimbia hazikimbii hey, zitaenda kuingia kule halafu zifanye kitu sawasawa haya hata hilo yai sasa huja liandaa halina afya haliko katika ubora wake, si ndio? Linapokutana na hizo mbegu za kiume eh, ilo yai litakavyounganishwa na mbegu za kiume, je, hiyo mimba itakayotungwa itakuwa bora? Itakuwa bora. Kwa hiyo eh, sasa maanake nitakuwa tujiandae hata kabla. Kwa hiyo baada ya mimba kutungwa, wataalamu wameshatuelekeza. Baada ya mtoto kuzaliwa, wataalamu wameshatuelekeza miezi ile sita mtoto anatakiwa anyonye maziwa ya mama, mama, si ndio hivyo jamani? Kwa hiyo baada ya miezi sita ndio tuhakisha haya yanayosemwa basi yazingatiwa, ili aweze kupata mapacha. Anasikia hivi na hivi na hivi, je hili jambo limekaeje? Sasa niombe kuasisitiza akina mama, haya mambo yaliyoko kwenye mitandao haya, hebu haya tuwachane nayo. Ukiyaona mambo yaliyoko kwenye mitandao jua kwamba yanaelekeza ili upate watoto mapacha, inataka ufanye hivi hivi na hivi. Usiende kutekeleza kabla ya kuja kujiuliza kwa wataalamu. Sasa hivi mtandao kuna mambo ya utandawazi, kila moja anajaribu kuvutia biashara yake. Kuna wengine ni wapotoshaji, kuna wengine ni waelezaji wa ukweli kwa mambo yale ya ya kitaalamu ya afya. Sasa kama tutakuwa tunaangalia kwenye mitandao chochote kile kilichoandikwa kwenye mtandao tukakifanyia kazi, kuna mengine ambayo sio sahihi. Kwa hiyo niwaombe sasa, akina mama wa kijiji cha Ihalula, na hili liwe ni somo kwa akina mama wa kata nzima ya Utalingolo na halmashauri yetu wa ya mji wa Njombe, mambo yaliyoko kwenye mitandao ukiyaona, basi yachukue yapeleke kwa wataalamu. Wakithibitisha kwamba hilo liko sahihi, basi kalifanyie kazi tusifanyie kazi kila mambo tunayoona kwenye mitandao Ihalula. Hoye, mkoa wetu wa Njombe kwa idadi ndo tuko chini kuliko mikoa mingine yote, tuko watu laki nane tu, tumeelewana? Ni wa mwisho ki e, ani navyosema wa mwisho kitaifa, maanake mpaka Ihalula ndio sisi wamwisho, tumeelewana jamani. Kwa hiyo tuna haja ya kutafuta watoto. Si ndio hivo? Lakini tuwatafute watoto, tuwapate watoto walio bora si ndio hivyo, jamani? Mtoto anapozaliwa mnene sana, wengine wanasema wewe mtoto ndio sawa sawa, ana afya. Mtoto anapozaliwa na sio mnene, wengine wanasema huyu mtoto hana afya. Hiyo sio kweli, nendeni kliniki, wale ndio watawapa maelezo. Huyu mtoto mnene, huyu kumbe, unaweza kukuta ndio na matatizo kweli, sio kweli. Unaweza kukuta mtoto mwembamba huyu ndio mwenye afya njema. Tumeelewana. Kwa hiyo usije kufurahia mama litoto lako limezaliwa nene kubwa, liko yani siku kutoka zaliwa tu ana kilo saba. Wewe unaanza kufurahi kwamba sasa mimi mtoto wangu ana afya huyu, hana udumavu kabisa. Ukienda kliniki unakuta wanakushauri hapana, kwa uzito umezidi, nitakuwa kupunguza, watakushauri kitaalamu. Hapo vipi jamani? Hapo vipi jamani? mlisha ya mwanao mafanikio yako lishe ya mwanao kujaza tumbo si lishe, unachomlisha kujaza tumbo si lishe. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Ihalula, hoye! Hoye! kwamba mama anapata lishe yenye makundi yote sita kila mlo anaokula kwa ajili ya kumwimarisha mtoto wapi tumboni kwa hiyo na mtoto akishazaliwa baada ya miezi sita, baada ya miezi sita, manake chakula unachomwandalia ambao ni uji lazima uwe na mchanganyiko wa makundi yote mangapi? Sita. makundi mangapi? Sita. Sita, si ndio? Hivyo jamani. Kwa hiyo tuwaombe sasa, akina mama, mnapokwenda shambani, hakikisheni mmeandaa uji ambao umetengenezwa kwa unga ule wa lishe, na tuhakikishe ule unga wa lishe una mchanganyiko wa makundi yote sita. tupulingine nyewa Sasa hapa, bahati nzuri leo, yuko mwenyekiti wa serikali ya kijiji na mtendaji. Niombe sasa kuagiza sasa kwenye vikao vyenu vya serikali ya kijiji, sawa, mkalijadili hili sasa. Tuipe nguvu hizi kamati za afya, sawa wawe na mamlaka ya kufuatilia, kama kuna machimbo si kuna shughuli shambani, wawe na uwezo wa kwenda kufuatilia akina mama wote walioenda kule wenye watoto wadogo. Je, amebeba na semos? Na ile semos lazima tufungue tuangalie, je ule uji unaoonekana kule ni uji ule ambao tumekubaliana hapa? Hapo vipi jamani hapo? Sawa, hapo vipi jamani hapo? E, sasa hilo hata diwani wenu sasa, nitaongoza siku napita, hata hapa Ihalula naona kuna machimbo mahali, nitachepuka naanza kuangalia mama nani mwenye mtoto ehe, nauliza mama, umebeba semusi yenye uji wa lishe kwa ajili ya mtoto. Ehe, sasa huko mtatengeneza hata sheria zenu ndogo. Sasa yule ambaye hajabeba semusi yenye uji wa lishe lishe ambayo ina mchanganyiko wa makundi yote yale, sawa? Sasa tupigane nafaia hapo vipi jamani? hapo vipi jamani? Haya, piga makofi na vigelegele <applause> shangilieni hizo faini zitakavyokuwa zinakuja kwa wale wazeni <laughs> uwe mlo wa mchana, mlo wa jioni, lazima uwe na mchanganyiko wa makundi yote sita, si ndio hivyo? <tuhi> tuipe nguvu kamati hiyo ya afya, tena kupita kwenye kila nyumba, tena kwa ghafla, saa moja, ingieni kwenye nyumba fulani Angalieni mama anapoandaa chakula. Je, anaandaa chakula kwa kuzingatia haya tunayopeana elimu? Ameandaa tofauti fine. Hapo vipi jamani? Hapo vipi jamani? Hapo sawasawa kabisa eh? Ndio. Eh, kwa hiyo sasa tutaipa nguvu hizi kamati za afya zifuatilie hadi majumbani kwetu kuhakikisha, je tunatekeleza haya tunayobadilishana mawazo haya tunayopeana elimu juu ya kwamba lishe yeyote ile mlo wowote ule uwe mlo uliokamilika. Hapo vipi jamani, hapo tumeenda sawa eh? Siku hizi za lishe ni siku za elimu. Wapo mabinti, wapo vijana wanaotarajiwa kuoana. wako mabinti, wako vijana wanaotarajiwa kupata watoto eh. Sasa hizi elimu watapata wapi kama sio hapa? Lakini siku hizi za lishe wanakuja kina mama peke yao tumesikia hapa akina baba kwenye kliniki ni changamoto, lakini hata hapa na akina baba nao wafike, kwa sababu swala hili ni lazima ushirikiano katika kaya, baba na mama wote tuwe kitu hiki kimoja. E, sasa hapa akina mama watatoka. E, diwani bwana alisema tunapotaka kuanza kuandaa shamba letu la viazi tule vizuri, tule mchanganyiko ule wote asema anyi, mnachanganywa nyinyi, diwani bwana unapotosha bwana. Hebu twende kazi Tumeona? Tuonekana wewe ni nani mwongo. Kumbe hizi elimu wataalamu wanapotoa hapa tukiwepo mchanganyiko basi, zitaenea vizuri, zitatekelezeka vizuri. Kwa hiyo imani yangu sasa, kwa safari ijayo siku ya lishe, basi hata vijana wafike nao eh, hata wazazi kwa maana wa kiume nao wafike ili mweze tuweze kujumuika kwa pamoja kupata hii elimu. Tunaamini sariki ijayo tutakualika, utakuja kuona mabadiliko makubwa zaidi hmm. Na tutafanya vizuri zaidi hmm. Kwa sababu sioni kama Ihalula wanaweza wakashindwa kufanya vizuri hmm. Wanaweza wakafanya vizuri zaidi kuliko maeneo mengine hmm. Au tukaingia kwenye ushindani mzuri, kwa sababu kule Igominyi kwenye kata ya Yakobi ninaamini nilishika nafasi ya kwanza. Na Ihalula itabadilika tu, itashika nafasi ya kwanza, mm. lakini tutasimamia sheria ambayo iliandaliwa mm. na wenyewe. Mm. kwa hiyo niwaombe sana, akina mama, mnapokuwa nyinyi mpo, lazima muambie na wanaume wenu wawepo tunapokuwa tunazungumzia hapa siku ya lishi. Kule Igominyi, ndio maana nimesema kule Igominyi ilifika mpaka hatua ya DC alikuja kutembelea kwa sababu ya ile hatua inayofika, mali mnachukua picha, mnarusha mnarusha, basi siku nyingine DC alipo, aliko, akasema hiyo na sana ngoja kwanza niende nikaiona. Kwa hiyo siku nyingine, na sisi tunapenda tumwalike mheshimiwa DC akaja akashiriki kwenye nini, kwenye lishe ya kijiji cha Ihalula mm, au kwenye siku ya lishe ya kijiji cha Ihalula mm. Sawa jamani, tutatengeneza kamati kama alivyosema mheshimiwa hapa, itakuwa inapita kwenye machimbo huko, tuone haya tulizozungumza leo kweli mnatekeleza au bora liende au bora siku iishe, ndo tutakavyo banana hapo na uandaji wa chakula majumbani mwetu. Bila shaka tuna watoto hawa wahuduma wa afya ya msingi watapita kweli, umeandaa umeandaa vile vitu vyote vya muhimu, mchanganyiko wa vyakula, unga wa lishe upo sawa, una mchanganyo unaotakiwa. Tutapita huko. Basi niwaombe ndugu zangu wa mama, tuwe watekelezaji wa wa yale ambao tumeazimia, wa yale ambayo tumewazungumzia, si tunasema asante kwa ugeni tumeifurahia sana wamama, siku hii yes, yes, ya leo ya lishe kweli, watu tumefurahi, semina natoka kwa waganga wetu tumeifurahia. Ushauri tu kwa wamama wenzangu, yote tuliyoyapata hapa kweli tukayatendee kazi, sio tumepata elimu tuiache hapa hapa, na kesho waje tena kwa ajili ya kusisitiza eti udumavu, udumavu, wakati elimu tumepata, tuifanyie kazi. Mgeni wetu ameshuhudia leo hii, tumepata semina na yeye ameisikiliza na ameshuhudia. Tunapata kesho anaanza kutangazwa huko kwenye vyombo vya habari, sijui Ihalula, kata ya Utalingolo wanaongoza kwa udumavu, tutakuwa tumemwaibisha. Tubadilike kwa hilo wamama. Makofi kwa mama wenzetu jamani.